Kila mahali atakapoulizwa maswali ya aina hiyo, atakapohutubia, atakapokuwa akihutubia, kila mahali panatakiwa tujibu hili moja, mutu samee, mutu samee, mutu samee, na kushika, kushika hapa kifuani, kuonekana ni kama ni kama mtu mwema. Na sasa hivi ni kama mnasema mnaenda kusikiliza watu, kama mnaenda kusikiliza watu, hakuna kinachohitaji kusikilizwa, hakuna mna, kero na maumivu walio nayo watu mnayajua, mungetatua wa tu hayo hayo. Mengine mnakikimbia kivuli, sijui huyu anakwenda naitisha mkutano, semeni kero zenu, semeni kero zenu. Eh, waziri afukuza mtu kazi, huyu afukuzwe, kwamba mtaleta kanuni za si Magufuli, Magufuli alivyokuwa anafanya. Jamani, hakuna kingine ambacho mkafanya, mikutano huko, msikilize watu, hakuna kinachowaumiza watu. Cha kwanza kabisa ni uhai semeni juu ya uhai waliouawa semeni juu ya waliotekwa. Sababu kubwa hasa ya kuuawa hivyo ni nini? Nini kama wao wameandamana tarehe ishirini na tisa wakachanganya na fujo ambazo zimeitwa fujo ama uharifu, walisukumwa na nini kweli? Walishawishiwa tu na ikiwa waovu wanaweza kuwashawishi watu wafanye mabaya hivyo, nyie mlio kwa nini mmepoteza ushawishi kiasi kwamba mwezi mkashawishi watu wasifanye fujo? Kweli walishawishiwa tu? Hawa sio kuna maumivu wanayo hawa? Sio ndugu zao wametekwa ovyo? Ndugu zao wameuawa ovyo, tukiachilia mbali rasilimali zilivyotumiwa na wachache, tukiachilia mbali mikopo isiyoeleweka ilivyokopwakopwa na ambayo vyo vimefanyika havijulikani, zaidi tukisikia zimefanya nini, basi tumejenga tum, tum matundo ya vyoo tumejenga shule tumejenga hospitali hospitali zenyewe, shule zenyewe, hospitali zenyewe, shule zenyewe sizo wanazosoma watoto wenu, hospitali sizo mnazoenda nyie eh? Mkijitahaidi kidogo si tutaweka taa pale Iromba, vitu ambavyo hata kata kwenye makusanyo yake inaweza ikafanya. Kijitahidi kidogo tasikia SGR wawala Mwalimu Nyerere, vitu ambavyo kwa sehemu kubwa Magufuli eh, alisema bajeti yake yote ipo Magufuli, barabara zilikuwa zinaonekana inayojenga sijui kwenye maeneo mengine, kwingine huku tunaona tu kuna tifuliwa tifuliwa, tu kuna tifuliwa wa kidogo, hapa pameachwa, hapa pametifuliwa kidogo, hapa panaachwa. Zaidi ya yote, utakuta tu na mishimo huku na kule, lakini deni lililokopwa lilo pengine serikali nyingine zote zilizopita zikasome, kwa maana nimewambia ya kwamba nitaihukumu nyumba yake milele kwa ajili ya uovu alioujua, sio alioutenda. Hakuutenda, aliujua, kwa kuwa wanawe waijiletea laana, wala yeye hakuwazuia. Inawezekana wewe sio uliyekuwa, inawezekana walioua hukuwatuma, hukuwatuma, lakini walipoua, waliposema maneno ya, ya polisi hawa tukiwapoteza msiwatafute. Kile kikundi cha chinja chinja, mimi ndiyo nilikuwa nakiongoza kule, mle mapolini, mapolini. E, tutachinja watu vichwa. Hao wote hao wanakemewa, wanaonywa ila wanaosema acheni jam, jamani mwingi, nafsi ya mwingine mwone mwingine kama nafsi yako, usiopenda kutendewa usimtendee mwingine. Hao wanaingizwa kwenye uchochezi, kusambaza taarifa za uongo, kusambaza taarifa za taaruki. Sasa wameingizwa, ni wahaini. Ila hao wengine hao, wana, wameonekana kabisa, wanaua wanaonekana kabisa, wanaua watu wanaonekana kabisa, wanaua watu hao huoni uoni uo uo uo uo unasema tu mwe, jamani, mwe na utu. Kuua watu, kuua mtu hata mmoja siyo na hatia, sio baraka. Neno hivyo tu, hivyo tu, hivyo tu. Kuna wewe kabisa unaonekana una una, una, una, una moyo wa utu, una huruma, hivyo tu. Mstari wa 14 anasema na kwa hiyo nimehapa juu ya nyumba ya Heli ya kwamba uovu wa nyumba ya Heli hautasafishika kwa dhahabu wala kwa sadaka hata milele. Eh, jibu rahisi ambalo Mwigulu Nchemba angewajibu wahariri wa vyombo vya habari aliyokutana nao, au waandishi wa habari waliomuuliza maswali mengi ambayo wengine wameyaita magumu, lakini kulikuwa na jibu jepeshi tu ambalo angelijibu ikiwa kuna namna yoyote ya kipande kidogo cha ubinadamu au utu uko ndani yake, au ikiwa kuna dhamira yoyote ya kuja, eh, kuleta hiki ambacho kinaitwa maridhiano Alikuwa na jibu moja tu jepesi ambalo lingewakata vinywa wahariri hao ama waandishi wa habari hawa waliokuwa na hoji. Jibu hilo lilikuwa ni jibu gani? Karibu kila maswali yaliyoulizwa na wale waandishi ambao wanaonekana e, hata kama kuna namna wameonekana wazi kama machawa lakini maswali waliokuwa nauliza kuna ambao ulikuwa unaona ni kama yanatoka moyoni, kwamba ni mimi ni chawa, lakini na, ni, imebakia sehemu ya ubinadamu nadhani. Hii neno chawa linaweza likakushtua. Kabla sijakupa hilo jibu, naweza likakushtua. Nani machawa hapa? Nani kitendo cha kwamba unaweza wakati fulani ukamsifia mtu anayefanya vibaya, ukidhani ni unafiki, ukisema ni kwa njaa tu, basi nataka nikueleze, hata yoyote unayemjua wewe ni chawa, ni njaa tu inayomfanya asifie na visivyo vya kusifia, ama anyamaze mahali palipotakiwa aseme aiponye nafsi yake, wakati kuna nafsi za wengine zinaangamia. Hiyo yote ni uchawa. Nikwambie, dhambi zote zilizoleta madhara kwenye hii dunia zilitokana na njaa, yaani ni mtu alitaka tu ale ili aponye nafsi yake. Wakati huo dhambi zote kubwa mbaya zilizoleta madhara yote tunayoyaona duniani, asilimia kubwa zilitokana na njaa tamaa hasa ya kula wewe kujiponya wewe hasa ya chakula. Kwa hiyo ushuku na mhesabia mwingine huyu ni chawa sana, huyu ana dhambi sana, anasifia mambo ya hovyo wakati watu wanaumia. Hata wewe unaponyamaza wakati watu wanaumia ama unasifia kidogo wakati mtu akupasha kusifiwa, uwe ni chawa kwa kipande kubwa cha waliouliza maswali ambayo ni kama yana uchungu ndani kwenye maeneo mengi, unaona eh, eh wanawe pale ni kama chawa tu, chawa chawa, lakini kuna mbegu ya ubinadamu majibu yake. Ukumbuke hapa, nia yangu ni ni majibu, na jibu ambalo Mwiguru Nchemba alipaswa kulijibu, atapaswa kulijibu kila mahali atakapoulizwa maswali ya aina hiyo atakapohutubia atakapokuwa akihutubia, kila mahali panatakiwa tujibu hili moja: mutusamehe. Jibu likuwa moja tu, mutusamehe. Nadhani waandishi wa habari wangeongeza swali la pili, kama tuwasamehe e, mnachukua hatua gani kuganga vi, mioyo iliyoumia hilo lilikuwa rahisi tu, kwamba ndio maana hapo wangetumbukiza hizo tume au tuko kwenye mjadala kwamba hapa makosa yamefanyika, sasa tunatakiwa tutafute njia gani tutaganga watu, na hapo moja kwa moja wangetokea watu wa kushauri kwamba hata hivyo mnavyosema sijui eh, E, ya, ya pesa ambayo ingetumika tarehe tisa ikarabati miundo mbinu, watu wangeshauri kwamba hapana, hebu kama mmeanza kutambua hawa waliokufa sio sisimizi, kwa sababu kuna wakati fulani, wakati tunasema watu wanauawa, wana na wasaidizi wa mamlaka hizi, wasaidizi wako rais, watu wanauawa, alitoka wakati fulani akajibu akajibu akasema Mi sijaua mtu, pengine sisimizi. Kwa hiyo wengine tukasema oh, inawezekana wote hawa wanaokufa hawa ni sisimizi, na uenda hawa wote walioonekana wamekufa ni AI au ni sisimizi. Lakini kwa nadra, zinaanza kutoka lugha zinazoonyesha ni kama zinatambua, katika wengi waliokufa kuna mtu amekufa hapo pale, sio sisimizi tu, ikiwa sasa ambali kunaanza kutambuliwa, kuna waliouawa na hata kuna kunatambuliwa wengine hata wakwenda kwenye hicho kinachoitwa kufanya fujo, wengine waliuawa, walifuatwa majumbani. Basi ilitakiwa hiyo pesa cha kwanza ifikiriwe, hata ni kwa namna gani tutatoa moyo mkono wa pole, ingawa pesa haifanani haifanani na na na na na, na, na, na uhai, lakini sasa inawezekana kwa kusema haya kwa mbali tukalisikia neno hilo wakati fulani, hasa mambo ya kitingana, ingawa kiurahisi kabisa mtu mwenye cheo mwanaume au mwenye cheo ni vigumu sana kuomba radhi kwa sababu cheo ama wanaume vinaelekeana sana, kama ni Mungu. Kwa hiyo mwisho wa siku mtu huyu anaona, hata kama tumekosea, tutafanyafanya tu mambo fulani mazuri mazuri, watu watajua tumekosea. Nimeandika kitabu cha kutubu, na kwamba anayeweza kutubu ni shujaa, na kwamba kutubu neno tu ni samee, sio kutubu. Kuvingirika chini kulia sio kutubu. Kutubu ni zaidi ya kuvingirika chini, kutubu ni zaidi ya neno ni samee na kwamba anayeweza kutubu ni mashujaa tu. Shujaa ndiye anaweza kutubu, kusema Bwana futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika kwenye kitabu cha uzima. Hujatubu bado hapo, umejiandikisha kwenye dini ya taperi fulani. Ndiyo maana huoni hiyo sala Yesu, kwamba aliwahi kuongoza watu hivyo ama mitume. Ni kampango fulani kakurejisti watu ambao wanaenda kupunwa sadaka mahali kwa mujibu wa Bibilia, kutubu, imani bila matendo imekufa. Kutubu ni yutan kuacha matendo yote uliokuna yafanya, ya kale yanapita, tazama ni mapya, na kufanya mengine yote mapya. Lakini mbili, kutubu huwa kunaenda sambamba na kuwa radhi kupata hasara ya cheo chako, mali yako, na hata uhai wako ilionyeshe pengine Mungu aone. Daudi wakati anatubu, Shimei alimrushia mavumbi na matope, kasema ulielaniwa. Akina Abishai wakasema huyu mbwa mfu, kwanini tusimuue? Daudi alisema mwacheni, pengine Mungu atajua kwamba nimejutia dhambi ya kumuua Uria na kuchukua mke wake. Lakini pamoja na Daudi kujaribu kufanya hivyo, Mungu aliruhusu wake wa Daudi, mtoto wa Daudi aliyezaa na mke wa Uria wa kwanza kafa. Wake za Daudi, mtoto wa kumzaa Daudi akalala na wakeze mashuria mahawala wa Daudi wazi wazi, ili tu Mungu aonyeshe kutubu ni kustahimili adhabu mbalimbali, ili na mtu mwingine asije kakosea kama wewe. Nina hakika Uh, mtu mwenye kajeuli ka cheo hususani sasa hivi hawezi kutubu, hawezi kutubu na, kwa sababu huwezi kutubu, kiukweli ni kwamba <laughs> uh, ni kama kitakachotimia ni maandiko haya hapa. Nadhani kinachotimizwa ni maandiko haya ambayo niliwahi kuyasoma maandiko haya iliwahi kuyasoma huko nyuma, na tungekuwa tunatazamwa tuna kama watu wenye nia njema, inawezekana vitu kama hivi vilikuwa ni vigogo ambavyo vingesaidia tusi, eh, tusifike huku na tusiende tunakokwenda, kwa sababu kwa namna ninavyoona ni kama eh, gari imekata breki, treni imekata breki, hiyo kitu ni kama huku mbele tunakokwenda, njia pekee ya watu walio mamlakani kuwa salama ni kufanya ubaya tena na tena, na pengine wakijitahidi ni kuongeza tu maneno fulani, tuzui tuzui, na kushika kushika hapa kifuani, kuonekana ni kama, ni kama mtu mwema. Na sasa hivi ni kama mnasema mnaenda kusikiliza watu, kama mnaenda kusikiliza watu, hakuna kinachohitaji kusikilizwa. Hakuna mna, kero na maumivu aliyo nayo watu mnayajua, mungetatua tu hayo hayo. Mengine mnakikimbia kivuli, sijui huyu anakwenda anaitisha mkutano, semeni kero zenu, semeni kero zenu, eh, m waziri afukuza mtu kazi huyu afukuzwe, kwamba mtaleta kanuni za si Magufuli, Magufuli alivyokuwa anafanya Jamani, hakuna kingine ambacho mkafanya. Mikutano huko msikilize watu. Hakuna kinachoumiza watu, cha kwanza kabisa ni uhai. Semeni juu ya uhai waliouawa, semeni juu ya waliotekwa. Sababu kubwa hasa ya kuwawa hivyo ni nini? Ni. Kama wao wameandamana tarehe ishirini na tisa wakachanganya na fujo ambazo zimeitwa fujo ama uharifu, walisukumwa na nini? Kweli walishawishiwa tu? Na ikiwa waovu wanaweza kuwashawishi watu wafanye mabaya hivyo, nyie mlio, kwa nini mmepoteza ushawishi kiasi kwamba mwezi mkashawishi watu wasifanye fujo? Kweli walishawishiwa tu hawa? Sio, kuna maumivu wanayo hawa Sio ndugu zao wametekwa ovyo, ndugu zao wameuawa ovyo, tukiachilia mbali rasilimali zilivyotumiwa na wachache, tukiachilia mbali mikopo isiyoeleweka ilivyokopwa kopwa na ambayo vyo vimefanyika havijulikani. Hawa watu tu, tunajizima data kwamba walishawishiwa na watu walioko nje, alafu tunakwenda jamani, leteni kero, nendeni msikilize watu, huyo mzembe fukuzeni. Mnaongeza tu mnaongeza tu hasira na mnaongeza ukubwa wa maadui. Na kwa bahati mbaya, hao mnaowaita waulize maswali, nawezekana ni wale tu ambao mnaokoa mmewapanga, fulani hivi, kwa sababu mtu aliyeumia kabisa, aliyeuawa ndugu yake wa karibu kabisa, ndugu yake wa karibu kabisa hana la kumuuliza mkuu wa wilaya yoyote, hana la kumuuliza polisi yoyote, hana la kumuuliza waziri yoyote, hana la kumuuliza rais yoyote, hana la kumuuliza mwenye cheo chochote kwenye nchi yetu. Ye anataka jibu moja tu, nini kitafanyika badala ya uhai wa mwanangu, wa mke wangu, wa mume wangu, wa mzazi wangu, wa dada yangu, wa kaka yangu na ukitaka ujue damu ni nzito kuliko maji, ndo utaanza sasa kuangaika, utalipa nini badala ya damu ya mtu huyo aridhike. Na ndio maana mimi nimeonya mara kadhaa ya kwamba hii njia ya kuua tu haitamaliza tatizo. Mungefuata ushauri wa sisi watu wa Mungu, hata kama mumeharibu kiasi gani, dhambi zenu zapokuwa nyekundu zinaweza zikafanyika nini? Kikafanyika nini? lakini kila niliposema hivi nilifanyiwa mabaya kuliko mabaya niliyokuwa nimefanyiwa, na hata hapa inawezekana kabisa ndiye mtu ambaye ninafikiriwa sana. Popote nitakapoishia, nilisha kufa kwa yaliyoniua, kwa yaliyonipata huku nitatimiza ambayo ni upendo wa hali ya juu sana, lakini naamini kwa mashetani yenyewe yanaamini upendo ni kuwasifia, kwamba hiyo ni kazi nzuri. Aishi hivyo. Mungu panga unachotaka kupanga. Mungu kama atakuruhusu utafanikiwa, utakifanya. Nafsi yangu haina hatia. Nafsi yangu ni nyeupe pe kuishi amina, kutokuishi amina. Sasa nisome andiko hili ambalo bila shaka ndilo ambalo muna muna pambana ili litimie, mna pambana ili litimie. Hili andiko liliandikwa hivi. Nishasoma sana kule nyuma, shasoma sana ningesikilizwa, ningesikilizwa tusingeendelea huku lakini sasa ni kama kila namna ya kutatua tatizo mnayoangaika nayo e, inachochea ina sana ili andiko lije litimie tuone inawezekana ina litatimia nanawezekana utaona imeandikwa hivi katika samueli wa kwanza sura ya tatu mstari wa kumi na moja bwana kamwambia samueli angalia nitatenda tendo katika israeli ambalo kila atakayelisikia masikio yake yatamwasha. Tendo gani hilo? Na kwa nini? Siku hiyo nitayatimiza maneno yale yote niliyosema juu ya Eli katika habari za nyumba yake, tangu mwanzo hata mwisho. Ulisema nini? Kwa maana nimewambia ya kwamba nitaihukumu nyumba yake milele kwa ajili ya uovu aliyoujua, sio aliyoutenda, hakuutenda

hukuwatuma lakini walipoua waliposema maneno ya, ya polisi hawa tukiwapoteza msiwatafute. Kile kikundi cha chinja chinja, mimi ndo nilikuwa nakiongoza kule mule mapolini mapolini, e, tutachinja watu vichwa. Hao wote hao wanakemewa wanaonywa, ila wanaosema acheni jam, jamani mwingi nafsi ya mwingine mwone mwingine kama nafsi yako, usilopenda kutendewa usimtendee mwingine, hao wanaingizwa kwenye uchochezi, kusambaza taarifa za uongo, kusambaza taarifa za taharuki. Sasa wameingizwa ni wahaini, ila hao wengine wali wana wameonekana kabisa, wanaua, wanaonekana kabisa, wanaua watu, wanaonekana kabisa, wanaua watu hao Huoni, huoni Eli, huoni huoni, Eli, huoni. Unasema tu mwe, jamani, mwe na utu. Kuua watu kuua mtu hata mmoja sie nahatia sio baraka, neno hivyo tu, hivyo tu, hivyo tu. Kona we kabisa, unaonekana una, una, una, una moyo wa utu, una huruma, hivyo tu. Mstari wa 14 anasema, na kwa hiyo nimeapa juu ya nyumba ya Eli ya kwamba uovu wa nyumba ya Eli hautasafishika kwa dhahabu wala kwa sadaka hata milele. Ikumbuke sio Eli ambaye alifanya uovu huo, ni watoto. Naamini kabisa, e, walaji wakuu kwenye nchi Sidhani kama mlishikapo bunduki, sidhani kama mmepandapo Land Cruiser hardtop kutekateka watu. Nadhani ni machawa, ni nadhani ni polisi, nadhani ni ni wapambe ni, ni wanaolinda wanaomlinda raisi, wanaolinda chama, sio nye, lakini nahisi mnawajua Na hisi, na hisi mnawajua. Kitendo cha kuwajua na hamsemi chochote, basi hiyo ndio dhambi ya heri ambayo haifutiki kwa fedha wala kwa dhahabu isipokuwa badala ya damu kitalipwa nini? Badala ya damu uhai wa mtu unaweza ukalipa shingapi? Nama mwelewe, hakuna maendeleo mtayafanya yataripres kilio cha Raheli ambaye analia sikubali kufarijiwa kwa kuwa watoto wake wameuawa, hawako lakini kwa nadra mngefuata kanuni za kutubu, kwa nadra mngefuata kanuni za kutubu, inawezekana tungekuja kutokea ambako nafsi nyingi zinatamani tungetokea nje, na hapo tusubiri udhahiri wa maandiko haya. Wote njoni tujipe moyo, tutakaokuwa hai, mtakaokuwa hai subiri ni maandiko haya. Ninawahakikishia aishivyo Mungu, yataonekana mbele ya jua hili na mbele ya macho haya, na kila mwenye sikio atasikia na masikio yake yatawasha, na kila mwenye macho haya ataona. Mimi nimesema mara kadhaa na mpaka leo nasema tena. Na wakati wote nitakaokuwa hai ujue inawezekana Mungu ameniacha kwa sababu ninayo njia ya kutoka kwenye mkwamo huu. Na tukatoka kabisa. Lakini kama njia nayo jua ndo ya ya Kimungu inafanya ni windo zaidi na nisiwe na insurance yoyote ya kuwa hai say. Nimesha ruhusu kwamba ikiwa Mungu atakuruhusu utafanikisha, nafanikisha, mimi nafsi yangu nyeupe kabisa inaona nimetimiza wajibu wangu duniani. Lakini kama nitabaki hai, Mungu atataka nije nione saa ya kujiripiza kisashi, naamini nitarudi kukumbusha kwamba laiti Mungu alinisikiliza na mtaona yote atakayokuja kufanyika, nikikukumbusha utaona yote nishawahi kusema hivyo hivyo. Karibuni hapa nitakuegea takribu moja, niliitoa kwa ajili ya Doto Biteko ambavyo ni jua angeweza kutumika vibaya. Utaona vinafanana sana. Bila shaka mmeona ile niliyoweka juu ya Turia. Mnaona vinafanana sana na kilichopo kwali, kadhalika na mambo mengi mengi unayoona sasa, ambayo wengine wanaanza kusema Mbarikiwa, tulikuwa tukuelewi. Ah, sasa ndo tumekuelewa. Tulikuwa tunaona uchangani dini na siasa, sasa tunajua ndo injili ndo neno la Mungu. Sina wadui, sina chuki, mngenisikiliza tu. Anyway, asante naongera.